Ile kitu mimi nataka niwahakikishie, Marsabit haitabaguliwa tena, no. Kwa sababu watu wengi huku walikuwa kupata kitambulisho ni kesi kubwa, oh you know? Vetting, sijui wewe mama yako ni nani, sijui amekaa namna gani, unauliza maswali kutoka hapa mpaka Johannesburg eh? Ama? <laughs> so sasa tumesema hiyo maneno mingi ipunguzwe, maswali iwe sawa. Wale wanaulizwa Eldoret waulizwe hapa, wasiulizwe zaidi, si namna hiyo? Kwa hivyo kila mmoja wenu mujitolee kujipatia kitambulisho, na tumesema hiyo kitambulisho ilikuwa inalipiwa mbeleni, lakini nimesoma mambo ya kulipia, tuwachane naye, wacha kila mwananchi apewe kitambulisho bila ya malipo yoyote na hata kama wewe umepoteza kitambulisho yako rudi, tutakupatia ingine bila malipo yeyote, ndio tuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kwenda kutafuta huduma ya serikali bila ya changamoto yeyote. Na ukipenda ujiandikishe, ndio uchague kiongozi wako. Tujue kama tunaelewana, tuko pamoja. Na kiongozi usimchague kwa sababu ya ukabila ama ya fitina ama sura Chagua kiongozi kwa sababu ya kazi ile anafanya.